Kila familia hupata faraja inapopoteza jamaa yao wakati ambapo inapata fursa mahususi ya kumfanyia maziko ili kumpa heshima za mwisho anazostahili. Hili ni tofauti kabisa kwa familia moja eneo la Takaungu, kaunti hii ya Kilifi, ambapo familia hiyo inalilia haki baada ya mvutano kuibuka baina yao na baadhi ya wanajamii wa dini ya Kiislamu eneo hilo, wakikongamana katika makafani ya hospitali ya kaunti ya Kilifi hapa mjini Kilifi. Wana familia hao wakiongozwa na Tabu Kirao, ambaye ni mama mzazi wa marehemu, wameeleza kugadhabishwa na hatua ya jamii ya Waislamu eneo hilo kupitia mahakama ya kadhi kuzuia familia hiyo kuandaa maziko ya mpendwa wao kwa kile walichosema kwamba marehemu ni Muislamu huyo kijana basi, amewa mtu na ameuliwa tena, badala ya kwamba yule mwanamume wa Kiislamu alipomua aa, alijar, yani, alimua akiwa yuko uchi na akaingia ndani ya nyumba ya yule mzee wa Kiislamu akaanza kumtia visu akamchoma visu alafu akapasua ule yani, akapasua katika sehemu za hapa moyoni akatoa utumbo akakata akaula alafu akatoa na maini yani, alitoa vitu alafu alipofanya kile kitendo akatoka nje, akawa iko uchi. Alafu hiyo alipotoka akawa anashikiwa amelishika anakunywa damu. Kwa hiyo hali ilipoendelea hivyo sasa, akashambuliwa na yeye mpaka akamalizwa. Ama jambo la kuambiwa sasa, ati tunaambiwa sasa marehemu hawezi zikwa, ama marehemu apatiwe Waislamu. Hata huyo kadhi mwenyewe akitoa hiyo ruling yake alisema kuwa katika sheria ya Kenya na akakoti kifungu cha sheria kwamba mtu ana uhuru wa kuchagua dini madamu amefikisha miaka kumi na nane na, na akili zake timamu ana uhuru wa kuchagua dini anayotaka, lakini jinsi tunavyomjua marehemu kama familia na si ati kumjua tu sisi tuna hata documents za hospitali zinaonyesha kuwa marehemu alikuwa kwa mentally challenged. Ni mtu ashara asha admitted pro, pro trees because of the same. Lakini sahizi out of nowhere tunaambiwa kuwa hatuwezi kushuli, hatuwezi kustiri mwili wa ndugu yetu kwa sababu ati amekuwa Mwislamu na sheria za Kiislamu zinasema lazima azikwe Kiislamu na ufanye hivyo bila hata kutaka kusikiza kuna, tunazidi kuingia hasara maanake Ijumaa tulikuwa tushatayarisha mazishi, tushatayarisha vyakula, tents, kila kitu kiko in place, all of a sudden hakuna mazishi Eh, wanapatia familia wanaendelea kuinka gharama yenye ya juu eh, wanazidi afadhali, mtu wako amekufa ukimstiri, hata Mungu, ifaraja inaanza kuja na mapema, lakini unahangaisha mzazi kila siku akiwaza jinsi gani mtoto wake alivyokufa, na yale yanayotokea mpaka sasa haifurahishi, na si haki na si haki. Lakini kwa kusema kweli, huyu kijana kijana alikuwa kwenye mkristo mpaka anaitwa Samuel, na mimi kizazi changu chote Si Waislamu sisi tu wa Kristo. Kulingana nao, marehemu kwa jina Samuel Kirao Charo alikuwa na akili punguani kwa muda mrefu hadi wakati alipotekeleza mauaji ya mzee huyo eneo la Takaungu, licha ya jamii ya Waislamu eneo hilo kudai kumsilimisha na kumpatia jina Zakaria. Tulilazimika kufunga safari kuelekea Boyani kule Takaungu, wadi ya Mnarani, ambapo hali ya huzuni ilikuwa bado imetanda miongoni mwa baadhi ya wanafamilia waliosalia eneo hilo lililoratibiwa kufanyika maziko ya marehemu , bali tunajua yeye ni Mkristo na tunajua yeye ni mtoto wetu, na sisi tunataka mtoto wetu tumtoe na tumzike Kikristo na tumzike, ni mtoto wetu. Wewe ikiwa utazungumza kusema kwamba ni wako, kwa sababu muislamu wewe, na mimi ambaye ni wake, zaidi ni nani? hapa ndipo mahali ambapo marehemu samuel angekuwa anapumzika kwa sasa tangia jumamosi ya tarehe 26 mwezi wa nne mwaka 2025 ila kutokana na mizozo ambayo inaendelea kwa sasa imemlazimu mwili wake usalie katika makafani ya hospitali ya rufaa ya kilifi hapa kaunti ya kilifi hata hivyo kitendawili kilichopo ni kwamba hata wakati wa kufariki kwa mpendwa huyu wa jamaa hawa kwa mujibu wao ni kwamba hawakuweza kubaini ni kipi hasa ama ni wapi ambapo mauti yalimfika, kwani baada ya yeye kukamatwa baada ya tukio lile, inadaiwa ya kwamba walishtukia tu ya kwamba mwili wake umehifadhiwa katika makafani ya Makadara kabla ya kuletwa katika makafani ya hospitali ya hapa kaunti ya Kilifi. Nikiripotia Coco FM kutoka Boyani Takaungu, wadi ya Mnarani, kaunti ya Kilifi, mimi ni Hamisi Kombe.